Siku ya jana kwenye uapisho wa Babalevo Babalevo imezua gumzo sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya Babalevo kutambulisha au kuapishwa katika bunge akiwa Dodoma. Tunafahamu kwamba Babalevo ni mbunge sasa hivi wa Kigoma Mjini ambaye anawakilisha vyema, na imekuwa ni moja kati ya inspiration kubwa sana kwa vijana ambao wana talent na vijana ambao wana kitu ambacho wanakiamini na wanashindwa kujaribu. So Babalevo kupita hapa imekuwa ni funzo kubwa sana, usimkatie mtu tamaa, kama msemo wa Doto Magari ambavyo una So, siku ya jana kula klipu ambazo zimesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha Baba Levo akiwa anaapa katika bunge e, la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale Dodoma pale, taja jina lako halisi. So, kauli hili bwa isia sana na maswali mengi sana na baadhi ya klipu ambazo zikiwa zinasambaa zikimwonyesha Baba Levo, mbona kashanza kutoa boko mapema, kakosea jina lake kwenye uhapisho hii na kuaje? So tukio hili ambalo lilitokea siku ya jana tarehe 11 2025 ambapo alizuiliwa kutumia jina hilo wakati wa kula kiapo chake. So jambo ambalo lilibua pia mijadala mbalimbali sehemu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. So sasa siku ya jana, jana Baba Levo iliposti kwenye ukurasa wake wa Instagram posti ambayo ikionyesha nyaraka ambazo zinasemekana kwamba hizi nyaraka ni rasmi iliruhusiwa kutumia jina la Babalevo, ni kwamba jina ambalo uh, linaonyesha kuwa jina la Babalevo ni halali kisheria na si jina la kisanii peke yake. So uh, baada ya tukio ambalo limetokea, akaamua kuliweka sawa ili kwamba hili jina la Babalevo ni jina ambalo nime pewa au nimeambiwa nilitumie sio kwenye usanii tu, lakini pia hata kwenye kazi zangu za ubunge na sehemu zingine kama hivyo, kwa sababu jina la Baba Levo ndio jina ambalo especially uh, ni jina ambalo kubwa wengi wanalifahamu uh, kama Baba Levo ni msanii. Lakini pia wengi wanamjua Baba Levo ni mtu fulani, kuliko kukutamka Clayton Revocatus Chipando ni ngumu sana kumfahamu. Inaweza ikawa ni watu wachache ambao wanamfahamu kwamba Clayton Revocatus ni Baba Levo. So iliposti nyaraka uh, kubwa sana mbazo zinaruhusu kwamba hili jina la Baba Levo limeruhusiwa kutumika. Pengine labda spika bunge alikuwa afahamu au hajapewa taarifa kuhusiana na hizi nyaraka ambazo ameposti Baba Levo. Una maoni gani kupitia Bongo Plus TV? Unahisi Baba Levo ilivyofanya vile, kwamba elifeli elizingua au ndo mwanzo mgumu wa kuanza kazi katika bunge ambalo analifanyia kazi sasa hivi, mbunge wa Kigoma mjini, au sababu anaangusha? Maoni yako hapo chini. Mimi naitwa Riziki bwana